Poleni kwa yale yaliyo magumu katikati yenu, na ninaomba sana yaliyotukia yametuumiza kipindi cha uchaguzi yasitokee tena, na hata ibada takunana sita niliongea kusimika kusisimika halmashauri kuu. Tunaomba sana serikali yetu tukufu yaangalie haya yaliyotokea, si mambo yenye heshima kwa taifa letu, na pia sisi wananchi tuangalie haya hatujengee heshima yoyote kama Watanzania. Heshima yetu itaendelea kuporomoka ikiwa tutazidi katika mifumo kilichopita. Makosa ikiwa yapo yamebainika, basi yatatuliwa kwa njia ambayo inatuletea na kutuindia heshima bila kuangamiza watu wala kumwaga damu za watu wasio na hatia. Hii imeumiza sana kama Watanzania, vijana wengi wamekufa. Ni nguvu kazi, nguvu kazi ya taifa ni watu. Sasa hao tukiwapoteza nakwenda wapi? Tukae pamoja kama Watanzania. Kama kuna mikakati yote na ndariwa, tunaomba jamani, isiwepo, madhara ni makubwa. Itafutwe njia ambayo itatusaidia kwa amani bila watu kupoteza maisha. Kwa maeneo yote mawili tumeingiliwa kiuchumi, tumeingilia kimiundo kimiundo, kimiundombinu imeharibiwa, lakini huduma zilisimama tensheni ikawa kubwa katika mioyo ya watu, tumefungiwa kama korona tulivyofungiwa. Tunaomba sana wale ambao tunahuruka hiyo, tutafute njia yenye suluhu njema, bila kuingia katika hatua za umwagaji damu. Wenye mandeti hiyo, mnajijua kila mmoja. Niniongea jana kwamba awaze kwa hekima, kiongozi kuwaza kwa busara, lakini pia sisi wananchi tuwaze kwa busara. Matokeo ya haya ni nini? Ni kulipoteza taifa. Kwa tukae kwa upya, kufikiri kwa upya, kutatua shida zilizosababisha vurugu, lakini si tena kuingia katika hali ambayo tulipitia kipindi kilichopita. Tunahitaji vijana wetu, wana ndoto zao, ni watoto wetu hawa, tumewazaa tunahitaji kuwa na future iliyo bora kwao ko serikali iangalie pia hili jambo, namna gani ya kulidhibiti bila kuleta madhara kwa watu. Inatosha yaliyopita, lakini Mungu atusaidia Tumeomba sana kama taasisi za dini, na ni wajibu wetu kuombea amani na kutafuta amani na kuhubiri amani. Na hata hapa nasema kwa maslahi pana ya taifa, tuilinde amani, tusiingie katika mapigano aina yote.